ama jamaa mama kwae juzi ni wako ni 25 mkingine ni mbona yako na ingine sijui inaitwa izo vitu, lazima nizitenge. Sasa nilikuwa naenda wapi? Nilikuwa naenda kwa chachi, juu nilikuwa na macha simu yangu ichaje.